Na wakazi wa mtaa wa Kiamaiko wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kusitishwa kwa mpango wa uzinduzi wa nyumba za serikali uliopangiwa kufanywa kesho katika msikiti wa jamii ya Huruma. Wakazi hao wanalalamika kutohusishwa kwenye mradi huo na kumtaka mwenyekiti wa SUPKEM Hassan Kirua Ole Nado kusitisha mpango huo. Mpango huo unaoshirikisha taifa la Qatar na serikali kuu umeibua utata Kiamaiko.

Musiwe na shaka hiyo, ujumbe yenu nafikisha sasa hivi. Hakuna vile tutakuja, tutakuja hapa kama nyinyi hamtaki tukuje. Kwa hivyo ujumbe yenu nitafikisha na kama vile mmeambiwa, tafadhali tudumisheni tu amani. Rafiki yangu ambaye ni kiongozi yetu ya waislamu Supkem, bana Hassan ole Nado, simamisha hiyo kitu, kuita rais na kufanya launching kesho kuto Bana sisi ubeleke message kwa government, nafikiri wewe kifikisha leo, ndo atafika kwa rais. Na bana ni asanano ndando asimamishwe baada amesimamisho. Hii watu ni yako, hii watu ni yako, tukaa chini tujadiliane. Haki ya waislamu hapa ni nini? Haki ya subkem ni nini? Baka tujue hiyo project asimame. Hiyo ndo maombi yangu.